Kama uliomba kazi ya msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili katika halmashauri ya wilaya Mtwara, hongera, majina yenu yametoka, lakini usikimbilie Mtwara kabla hujayajua haya mambo muhimu. Na hapa tunakwenda kukuandalia kikamilifu au kukuandaa kikamilifu mambo unayopaswa kuyafahamu wakati wa kwenda kwenye usaili, kuna vitu vya muhimu vya kuzingatia. Mkurugenzi mtendaji wa almashauri ya wilaya Mtwara ametangaza orodha ya walioomba kazi waliotimiza vigezo na kuitwa kwenye usaili. Tarehe ya usaili wa mchujo, tarehe 22 Juni 2025 saa moja asubuhi. Tarehe ya usaili wa mahojiano, Juni 23 2025 saa moja asubuhi. Mahali, shule ya sekondari Mustafa Sabodo, kata ya Mayanga, kilomita mbili kutoka Mikindani kuelekea Lindi, kilomita mbili kutoka Mikindani kuelekea Lindi. Kwa sasa kuna vitu vya muhimu ambavyo utatakiwa uwe navyo wakati unapoenda kwenye usaili. Kabla hujaenda kwenye usaili au wakati unapoenda kwenye usaili, hakikisha unakuwa na vitu hivi muhimu ambavyo utatakiwa uwe navyo okay. Ah, cha kwanza kwa mujibu wa tangazo ambalo limewekwa hapo la kuitwa kwenye usaili, usisahau kubeba haya yafuatayo: moja, ni barakoa, ni lazima. Cha pili, kitambulisho halali, kama cha mpiga kura, cha uraia, cha kazi, passport na kadhalika. Kitu kingine wanavyotakiwa kunavyo ni vyeti vyako halisi, uwe na vyeti vyako halisi, yani original certificate uwe nazo, kuanzia cheti cha kuzaliwa hadi shahada yako. Lakini pia testimonio au statement of result havitakubalika. Kwa hiyo usibebe result slip, haitakubaliwa. Lakini gharama zote za chakula, malazi na usafiri ni za msajiliwa au msailiwa mwenyewe. Kwa hiyo zingatie hayo, usafiri utajitegemea, chakula pamoja na malazi ni jukumu lako mwenyewe. Uh, ushauri wa ziada, ushauri ambao mimi naweza nikakupa, uh, ni kwamba andika namba yako ya mtihani kutoka kwenye akaunti yako mapema. Kwa hiyo ingia kwenye akaunti yako ya ajira portal, chukua namba yako ya mtihani mapema, maana unapoenda kwenye interview namba hiyo utapewa, kwa hiyo hakikisha umeandika namba yako mapema. Na kama ulisoma nje ya Tanzania hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi zinazohusika kama NECTA, NACTE au TCU lakini jina lako pia linatofautiana beba deep pole. kama jina imetofautiana beba deep pole okay <laughs> mtwara ni joto vaa mavazi yanayokuweka huru na ushauri wangu tu kule kuna joto kwa hiyo vaa mavazi ambayo yatakuweka huru na ushauri wa mafanikio kwenye usaili sasa nataka nikuelezee kidogo jinsi gani ambavyo utaweza kufaulu usaili huu usaili si kusoma tu majina lakini andaa nafasi yako au andaa nafsi yako. Pia unahitajika kuandaa nafasi yako. Kwa hiyo jua kazi za msaidizi wa kumbukumbu: kuhifadhi -kumbu, kupanga, kuchambua na kuratibu nyaraka. Hakikisha unafahamu vitu kama hivyo, lakini pia tafuta maarifa ya sheria za usalama wa taarifa au data protection na mfumo wa serikali mitandao. Jifunze kujieleza kwa ujasiri. Mahojiano ya ana kwa ana yanapima mtazamo uh, yanapima mtazamo, uwezo wa mas, mawasiliano na uaminifu. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze ujasiri katika mahojiano ya ana kwa ana, lakini pia lete matokeo, sema umefanya nini huko nyuma kunakoonyesha unaweza kazi hii? Okay. Utakapokuwa umejibu haya kwa ukamilifu, basi utakuwa umefaulu usaili huo bila tatizo lolote ah. <coughs> zaidi ya waombaji mia mbili wameitwa, lakini nafasi si nyingi. Huu ni wakati wa kujitofautisha kwa maandalizi yako. Kwa hiyo jiulize kwanza, kuna watu wa mia mbili, nafasi mia mbili ambao wameitwa, lakini katika hizo nafasi mia mbili, nafasi zinazohitajika sio mia mbili. Je, mpaka wewe uchaguliwe wewe ni nani? Huu ni wakati wa kujitofautisha kwa maandalizi yako. Hakikisha umefanya maandalizi ya kutosha. Lakini kwa wale ambao hawakuitwa, tambua kuwa bado una nafasi nyingine siku za usoni. Hakikisha unaongeza ubora wa maombi yako kwa kuzingatia mahitaji ya tangazo. Kama unataka video nyingine za usaili, ajira serikalini na ushauri wa kazi, usahau kusubscribe, ku like na kushare video hii na marafiki zako. Natamani ufanikiwe, tufanikiwe pamoja. Asanteni na karibuni.